Shakai kwa juu wale wanaume maneno umetoka mahala kwa moja, ni mezani moja hafa kwa vijana. Mwenyezi Mungu alipoumba ndio wa mwanamke na mwanamume, Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, tumeumba kutoka na mwanamume na mwanamke. Na Mwenyezi Mungu ajalie mwanamke na mwanamume wa khalfiana, tangu katika maumbo mwanamke umbe kiuke, tangu zile kromosomu zake lakini katika wao amewajalia na ulfa wa zoeane, ndio lazima Mwenyezi Mungu ajali mke amhitaji mume na mume amhitaji mke. Subhana alladhi khalaqa azwaja kullaha, kila kitu kina zauji cha pili chake. Sasa mwanamke alipojaliwa na ni mwanamke ni mwanamume, akajalia mwanamume Mwenyezi Mungu akapendelea tu mwanamume, arrijalu qawwamuna shahada ni sahi Allah mwenye mwenye kuwa simamia si musaitiruna kama ile wengine, si kwa rijalu musaitiruna ala mkawamu wa simamia kusimamia, ule afanye lile jambo linatakiwa, wewe umsimamie tu. Maana yake umpe tarkibati na tartibati, namna ya kufanya. Na watu wakioana ni maana waishi maisha ya watu wawili wenye kusaidiana, si maana ni kuingia katika utumwa au katika riki lazima hata kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alikastahimilia zile shida zao

baadhi ya matalibu yake kwa mume na mume akhafifishe baadhi ya matalibu yake kwa mke. Katika tarbia, lazima umur kharijia yote asimame mume, umur dakhilia yote, shughuli dakhilia asimame mke. Hapo ndio maisha. Tajibu taalimi ni wajibu wa mume. Taratibu manzili lazima mwanamke awe na taratibu manzili mpaka watu wameishi hayatu saidawenyana kabia. Leo masikitiko makubwa utafatuh ya ulimwengu, kuna baadhi ya wanawake hawataki kabisa kushughulika na nyumba, wako tayari wamweke mtumishi, wamlipe, watoe gharama ye, saa zote ima hutembea huondio ahasi au una ovu zaidi, ati ameajiriwa yeye nafulali, una kifaya, kifaya tula umri unayo naishi unacho awe amewatupa jana zake, sabaha la hawana tarbia hawana akhlaki, amemwatia mtu ambaye kwamba hujui yule mtu, una mablaghi gani ya mahaba ya wasijana au mablaghi gani ya adawa wewe ndio zako. Ukirudi waone jana wasijana kuite pale baba mama, baba, baba mama, bila kujua, lazima wewe mama uwe Sallallahu alaihi wasallam alipita kama na mwanamke mshe kijana na kijana kulia yule mama, kabla ya yule kijana nyamaa, nitakupa nyamaza, nitakupa. Yule kijana kwa nyamaza tu, kabla tampani ah, nitakupa. Tena iko wapi? asina kambelete mtoto nishike kamtafutie tende. Usimwambie mtoto nyamaza, nitakupa na amenyamaza kumpa, utampa fikra ya kadhibi tangu udogoni. Mtoto mdogo, mtu atakapata fikra ya sifa, fikra ya shajaa fikra ya masulia hai ni kazi ya baba, kazi ya tarbia ni kazi ya mama. Ni lazima mama ashughulike kwa kazi zake na baba. Mababa wengine kutoka hawajulikani wendapo, hasa watu wale wapata bahati kupata mishahara ya bure bila ya kazi. Hakuna kitu kiulizacho kama bure, basi atakuwa atapanda magari ende huku, wengine kwa bahati mbaya wachumie miraha

min khiyar min khiyar na ukifanya nenda kushtaki, kana kuna maala maalumu wa chalke bale watoto kuifadhiwa, nenda kushtaki, baba umefanya gani, na kutuma mtoto kwa tarabu na kushtaki babake. Babake mlitukana aje afanye eh, bahthi, kwa nini kumtukana mtoto wewe eh? Imekosa maisha, hakuna tena. Kama nzungumzo ya Daktari Mustafa Mahmud zamani, alikuwa mtu kifurahika kwa jambo dogo sasa watu wana zile wasaili tarfihi, lakini hakuna watu wenye dhiki kama sasa. Mtu atatoka kati chini ya mtu tokete na peke yake na marafiki zake, awe na inshirahi hali hiyo. Hata kwa safari alikuwa afikiri itafika lini, atarudi lini, atakuwa na inshirahi. Sasa ukienda safari ndege kichana dakika tano, utaanza kuangalia masaa kupiga meza na kum... maneno. Tuishi maisha ya busara. Sasa ukienda nyumbani unadhiki, ukienda kazini unadhiki tumekuwa sisi hatueleweki, twenda wapi, tutoka hapa kwa sababu. Tuomba albaytu said ijengwe kwa ulfa, ijengwe kwa muashara hasana, kama ilivyo na Qurani wajaala bainakum mawaddatan wa rahma. Wao ni mutlakal jamii, sio kwanza mpendane, kisha msikitikiane, sio kwa fasili nyingine, msikitikiane na kupendana. Kila mmoja mwanamke ajijoni, mwanamke afanye zake na mume amkumbuke, mume ampe haki zake, na kijana akumbuke una wazee, tutangamane kwa uzuri, ili tuwete maisha mazuri. Haya ma ndio machache ambayo tuweza kueleza katika tangamano nzuri. Laalla Mwenyezi Mungu ajalie kama ilonene, wataiaha udhunun waya yapuliki, shikio lenye kusikia, tutarabahi kwa machache ma tusie haribu mengi. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.